Yulkuna sama mara nyingi wanawategea masikio. Mashetani wa, aktharuhum kadhibuna, wao mara nyingi wanakuwa ni waongo kabisa. Washuarau na washairi wote, yatabiuhum ulghauna, huwa wanafuatwa na watu waovu. Maana yake wanafuga uovu. Washairi, angalia mashairi, si katika nyimbo za tarabu wala na nyimbo gani, ndani yake mna mambo ya kufuga uchafu na kuwahimiza watu kwenda kwenye uchafu, mara nyingi inakuwa hivyo washuarau yatabihum alghawun. Alam tara, kwani huone wewe, annahum fi kulli wadin yahimun, kwamba washairi hao kwenye kila uwanja wanahemkwa, wanalolijua wasoli jua, wanakwenda tu hao. Wanafika wakati mpaka uchezea sura Alfatiha, wanaisoma ndani ya nyimbo zao na vinanda, alhamdulillah, kama maskhara kama si lolote chote, nyemana hivi, na huenda wakasikia ndani yake Allahu akbaru kwa namna ya sihizai na huendo akasikia maneno mengine, anatajwa Mwenyezi Mungu kwa istihizai, na anaomba kwa istihizai orchestra, huku bevinanda nyuma, ati muombaji anaomba kwa nyimbo huku anacheza huku, ajika chifu istihizai. washuaraau yattabihumul ghawun alamtara, kwani huwaoni, annahum fi kulli wadin yahimun kwamba wao kwenye kila uwanja wanahemkwa, wa annahum yakuluna ma la yafaluna, na mara nyingi wanasema maneno asioyafanya, lakini Mwenyezi Mungu waliwavua illa alladhina amanu Isipokuwa wale ambao wameamini waamilu salihati, na wakafanya mema.